Ndiyo, mashabiki wa Simba hawa, ndiyo mashabiki wa Simba ambao walikuwa wakisubiria timu yao. Tazama kule kote, tazama kule kote, tazama mashariki na magharibi. hiyo ndiyo Simba ya ubaya ubwera, hiyo ndiyo Simba ya ubaya ubwera. Mashabiki wamefika na kuhakikisha kuipokea timu yao wakiwa wenye furaha. Tunasogea tu taratibu, twende tu tuwakuonyeshe mambo

Hilo ni faibu na wekundu wa Msimbazi ambao wenyewe wana furaha, timu yao imetinga fainali ya kombe la shirikisho barani afrikaaotikekuwa imedodo nikekula na Kikosi cha Simba ni kocha wama wa... wanavyomwekea ulinzi. Tazama mfalme wao wanavyomwekea ulinzi. Yes.